Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Alhaj Hemed Suleiman Abdullah amesema ni wajibu kwa mwenye uwezo kujumuika na kuwasaidia mayatima na makundi maalum hasa katika kipindi hichi cha Idi ili kuwafariji kwa kila kizuri walichobarikiwa. Alhaj Hemedi ameyasema hayo katika chakula cha mchana kilichoandaliwa na taasisi ya Pondeza Foundation. Hafla hiyo iliyofanyika katika viwanja vya hoteli ya Maruhubi Beach Villa Maruhubi, mkoa mjini Magharib. Ameeleza kufurahishwa kwake na uongozi wa Pondeza Foundation ukiongozwa na mbunge wa jimbo la Chumbuni mheshimiwa Usi Salum Pondeza kwa kuendeleza kuwasaidia na kujumuika na watoto yatima katika chakula cha mchana kipindi hichi cha Idi na kuwataka viongozi na wenye uwezo kuiga mfano huu ili mayatima nao wafarijike katika siku hii tukufu. Naye mwenyekiti wa Pondeza Foundation Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza ambaye pia ni mbunge wa Jimbo la Chumbuni amemshukuru makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar kwa kujumuika na watoto hao, hatua ambayo inaonyesha kuunga mkono juhudi hizo na kuwa karibu nao, hasa katika siku zaidi. Na nitumie nafasi hii kuwaomba Waislamu wengine tuendelee kuungana na Mheshimiwa Pondeza na kuungana na foundation nyingine ambazo zina azma na nia ya kuwasaidia watoto mayatima kwa maslahi ya taifa letu, lakini kwa maslahi ya maisha yetu, lakini kwa maslahi ya maisha baada ya kuondoka hapa duniani. Nimeyasema haya kwa sababu maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye kuwatunza watoto mayatima basi atakuwa naye kama vilivyo vidole viwili hivi ndani ya pepo ya, ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu, na tunajua daraja ya mtume wetu pepo yake ni pepo ya daraja la juu. na tunafahamu kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataingia peponi bila ya hesabu. Watu huku wanahesabiwa, basi mtume ameshapata fursa yeye ya kuingia peponi. Sasa kama mtu ambaye anawatunza watoto mayatima ataingia peponi pamoja na mtume, tafsiri yake ni kwamba huyo ataingia peponi bila ya hesabu. Watoto wamekuja kama tulivyopanga, lakini Makamu, nataka nikwambie, tunakushukuru sana sana, mimi pamoja na niaba ya hawa watoto wote, kuwacha yako siku kama ya leo, kutukubalia sisi wanachumbuni ambao mayatima ukaja ukaungana na sisi, kiukweli tunakupongeza sana, na sisi hatutoi shukrani zetu. Mwenyezi Mungu ndo anajua nini atakulipa kwa kuja leo hapa. Kila inapofika mwezi mosi wa Idil Adhar, yani kama leo, basi mimi nyumbani kwangu nafunga, yatima wote ndani ya jimbo langu watakula kile ambacho mimi ningekula nyumbani kwangu.